Katika jamii hii ya wakulima na wafugaji, licha ya kuwepo kwa mifumo dume pamoja na mitazamo hasi kuhusu jinsia ya kike, mwanamama huyu alipambana na kufanikiwa kumwokoa binti yake ambaye aliponea chupuchupu -chupu kutaka kuozeshwa na baba mzazi kwa kulazimishwa ayaache masomo yake, miaka bado kumi, aolewe na darasa la tano. Nikakataa kaka yake, nikamwambia ilo liswara, akalishughulikia na dada yake, ila baba yake akakataa, na sisi tukakataa. Nikamwambia aende kwa mzee Hamidu, akaeleza hayo matatizo akasema, hilo liswala tunalitatua. Kwa kweli kweli wanalitatua hilo liswala mpaka mtoto hizo ng'ombe wakazirudisha. Zilikuwa ng'ombe ngapi mama? ishirini. Akaendelea masomo mpaka sasa hivi, akamaliza akaenda nani kusoma seko cha kwanza tu, kitu gani ambacho kilikufanya umpambanie binti yako? takurera kama ng'ombe ila aho nanja kuvyara abana bane bentereye kwita kine kusoma banoko wenene mama wabo nilo nene natina shita bana na torwe. Msikilizaji, mama anaeleza kwamba yeye aliamua kumpambania binti yake aendelee na masomo kwa kuwa hata yeye hakuwahi kabisa kusoma, amekulia kuchunga ng'ombe, hivyo akaona kwamba ni bora watoto wake wasome. Ulikutana na changamoto gani mama? wakantenga maneno. Mama anaeleza kwamba alikutana na changamoto ya kutengwa na baadhi ya ndugu wa mwanaume, hata ndugu zake, lakini yote hiyo haikumpa shida. Kwa sasa hivi anapambana yeye kama yeye kwa kuhakikisha watoto wake wanasoma na wafikie ndoto zao. Namgeukia binti yake na mama huyu ambaye amejawa na tabasamu. Soni, mambo poa? Unajisikiaje sasa hizi kurudi shuleni na kuendelea na masomo? Najisikia vizuri, nataka mimi nisome, natamani, natamani kuwa mwalimu, hata nesi, mama nimsaidie na yeye maisha yake aboreshe. Nikirudi kwako kwa mama, unawambia nini watu wengine wa karibu katika kupambana na ndoa za utotoni? Was-wasomeshane watoto waache kuwaozesha bado wadogo, tunawakatia elimu yao na ndoto zao. Je, kwa watu wa karibu, wamejifunza nini kuhusu mkasa huu? <coughs> Mi naitwa Mungu Juma. Kwanza kama sisi wazazi, asuweshe watoto bado wadogo, katisha ndoto zao, tuwaache wasome. Kwa majina anaitwa Shabani Saidi. Kama wazazi, tunawaomba muweze kupambania wat, watoto wenu ili waweze kutimiza malengo yao. Mfano kama watoto wa kike ni vizuri sana kuwa na elimu maana ni taifa la kesho. Nilimtafuta pia msaidizi wa kisheria kutoka Urambo Legal Volunteering and Charity, yani Yulak, Hamidu Santu, ambapo amefafanua umuhimu wa watu wa karibu kuzuia ndoa za utotoni. Umuhimu upo hasa namna jinsi wanavyopokea elimu na jinsi tunavyowafafanulia kuhusu athari ambazo hujitokeza pindi watoto wadogo wanapokuwa wameolewa. Njia gani ambazo mnazitumia kutoa mara nyingi huwa wanapokusanyika katika sherehe, katika ngoma, katika mikutano ya hadhara, basi na sisi tunapata nafasi ya kuweza kutoa elimu. Kutokea mkoani Tabora, jina langu naitwa Khadija Omari Mazezele. Kwenu studio, tuna ndoto za kuwa madoka.